Uhuru tulikuwa bado na wilaya zaidi ya mia moja hazina hospitali. Ulivyopandisha mapato, umejenga ndani ya kipindi hiki kifupi, wilaya zaidi ya mia moja zimepata hospitali na hata hapa tulipo, wilaya nne zimepata hospitali na hospitali ya rufaa. Sio hilo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tangu uhuru tulikuwa na tarafa zikiwa hazina vituo vya afya. Uliposhika madaraka umejenga vituo vya afya ndani ya nchi zaidi ya mia sita na hapa mkoa wa Katavi zaidi ya 28 wamepata vituo vya afya, ili kuokoa kuokoa maisha ya kina mama na watoto wachanga na wazee, inayotafasiri kuwa wewe ni kiongozi mwenye utu. Lakini si hiyo tu, umejenga zahanati takriban kila kijiji, umejenga zahanati zaidi ya elfu mbili na mia nane kuongeza mapato na tunavyoongea kwa mkoa wa Katavi zaidi ya zahanati hamsini mpya zimejengwa.